Mwanadada Mange Kimambi ameweza kuwajibu mama mkwe wa Jux ambaye ni mama yake na Prince, na huyu si mwingine ni Iyobo, ambapo ameweza kuandika ujumbe mrefu eh ukiwahusu eh Iyobo Ojo ambaye ndo mama mama yake mzazi wa mke wa Jux Prince. Sasa ameweza kuandika kama ifuatavyo ifuatavyo: natamani kuwajibu natamani kuwajibu wakwe zetu kwa Priscy, ila tushasema we are focused. Di. Ukweli ni kwamba natamani wakwe zetu waendelee kuchamba maana, leo kila mtu kaijua No no reform no election at this point, we need everyone all over the Africa to spread the word. Wakwe zetu leo wametusaidia mno, tuhakikishe hawaachi kuni chamba angalau for one month, ili kila mtu Afrika eh, anijue na aje hapa aone kilio lio chetu. Hivyo ndivyo aliweza kuandika mwanadada eh, Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Je, pengine unajiuliza ni kitu gani ambacho aliweza kukiandika mpaka akapelekea purukushani, ikiwa ameshambuliwa sana na wa IJ, na wa na Nigeria, ambapo kufuatia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika maneno ya Kiingereza, ambapo katika tafsiri ya Kiswahili aliweza kuandika kama ifuatavyo. Alianza kwa kumention Prisi akasema kwamba Prisi, wazazi wa mume wako kutoka Tanzania wanakupenda. Unaonekana kuwa msichana mpole sana, tumekukaribisha nchini kwetu kwa mikono ya upendo, lakini Tanzania iko kwenye vita, vita vya maisha. Tunapigania haki zetu, tunahitaji watu watu wetu kuelekeza macho yao kwenye hii vita. Kwa hiyo hatuku eh, hatukuhitaji wewe na Jux kuwapotosha watu wetu na mambo yasio ya, ya maana ambayo serikali inataka muweke kwenye mitandao. Tuko juu ya serikali na Tunahitaji wewe na Jux mtulie kwa miezi mitano ijayo baada ya uchaguzi mtaendelea kufanya mnachohitaji kufanya ili mkae kwenye ramani na tutawaunga mkono tafadhali msitufanye tuchukie wewe ni shemeji yetu wiki ijayo eh, mtakapoenda London tunahitaji mm, umweke Jux chumbani asiposti upuzi E, utakaopoteza mwelekeo kwenye hii vita ya maisha, na ukiweza mwambie Juksi, amwambie rafiki yake Diamond Platnumz naye apumzike kwa miezi mitano. Tunajua nyinyi mtaunga mkono nasi kwenye hii vita, kwa sababu mnashabikia raha na upendeleo ser, wa serikali inawapatia ina, ina kwa gharama yetu, lakini tafadhali msiharibu juhudi zetu. Kama unahitaji kufanya hiki kama unahitaji kufanya kiki mchukue huko tena. Tunakupenda, tuna tuna mama, mama aliweza kuandika mambo mengi sana kusiana, kuandika. Mwana wana, na mwanangu na kuna watu ambao wanampenda mwanangu kwa hiyo usimpangie mwanangu chochote cha kuposti. Hata ukiangalia katika upande wa comment section, watu wengi ambao walikuwa na comment pale walikuwa ni wa Nigeria ambao walikuwa wameweza comment hii vita kubwa ambayo inamhusu Mange Kimambi. Sasa na wa Nigeria wakilivalia ile nguo, akiona kama ni swala lao. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi ni Todo Dax. Je, ni kitu gani ambacho kitajiri mpaka sasa kufuatia haya mazito ambayo yanaendelea Mange Kimambi ambayo anayazusha? Endelea kutufuatilia ndugu zangu. Ukweli ni kwamba sasa hivi nimechanganyikiwa, ni nimechanganyikiwa koo. Hebu nipeni kama siku, siku moja au mbili nifikirie the way forward. The way forward, nimechanganyikiwa because sijui cha kufanya. Kumbukeni umbea ndo ajira yangu, yaani umbea ndo umebadilisha ume maisha yangu yani yaani maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya hii ajira nayofanya, lakini sasa ajira hii hii nayofanya ndio sasa inayo inayotumika sasa kurudisha nyuma harakati zote za kusaidia Watanzania kupata haki yao. sisehemu naachaje ajira yangu ili nifanye harakati because nimework so hard maisha yangu yote kupata ajira yangu ya ambayo itabadilisha maisha yangu, na nimeipata hapa. Yani nimeipata kwenye sehemu ambayo ni rahisi, lakini sasa hii ajira yangu ndio inafuta harakati zangu zote, yaani haisaidii. Yani sijui, si nafanya nini? Uh, sijui nafanya nini yani Hamwezi kuelewa ni kiasi gani wamejipanga na matukio makubwa. Yani sijui na naambia nini. BBS alikuwa kutwa analilia ndoa, kutwa anapita, kutwa kupita kona zote, nioe Diamondi, nioe Diamondi, Merimi mwambieni, yani nioe kwenye masteji, kwenye maredio. Akasema isiwe tabu, ndio siku ya siku yo kambeba mzobe mzobe, <coughs> akutaka mtu mwingine akutaka nani? mzobe mzobe mpaka kwa mufti, ndo zile picha pale, ndoa imefunga. Diamond hakusaini chochote ta, hakuna, sijui makaratasi waliosaini, hakuna. Yani ndo yamkeka, yamkeka kweli. Sasa what happens, I think watu wa we app niliwaambieni ile story stori sasa ugomvi wakuishia pale three days kabla ya harusi ya Jux, Diamond kamchapa kinganga talaka hizi kwenye simu message, we wesio mke wangu tena, kuanzia la messages tatu kamchapa talaka siku tatu kabla ya harusi ya Jux. Mama Dangote amekaa pale, anamsimamia andike message moja moja Mama Dangote kasimama pembeni Diamond kaziandika taraka hizi mnaambiwa zuchu sasa hivi ana wiki hali ni analia tu hali halali, ni analia tu alafu mnajua ndoa ya Kiislamu ukishamwacha mwanamke kwa taraka tatu uruhusi kurudia kuwa naye au kumuoa tena mpaka akaolee na mtu mwingine kwanza akachokonolea kwanza na mtu mwingine achumishwe mchicha na mtu mwingine ndio uje umuoe tena eh, sio kama uh, wenzetu labda kule kukwambia, ukimwacha mtu mkiachana you can get back together like you can divorce and get back together hapo hapa. Hapana, huku kwetu bwana, ukishachapa mwanamke talaka, lazima akaolewe na mtu mwingine, akachoko nolewe kwanza kule, afu apewe divosi kule, ndo arudi umuoe. Sasa naambiwa dijakopa na msiba tu Mtoto ataki kula, mtoto ataki kusimama, mtoto ataki nini? Ataki nini? Ataki tena kuishi? Ndoa imelasti miezi kama <laughs> miwili si mitatu. Ah, shikamo Diamond, shikamo Mama Dangote. Watoto wa kike acheni kufosi ndoa, acheni kufosi ndoa, maana ndo yatakuta. Acha mwanamume ataki kukuoa. Diamond, mdogo wangu, we kiboko We nini kiboko, dada yako nimekubali, nimekubali mama dango tu kiboko, nimekubali leo. Sasa ndugu zangu, Diamond katu surprise, nchi katu surprise. Sasa mimi dada yenu mna surprise, hizo picha hizo post. Diamond leo hakuna uongo, ila kuna mwendelezo. Si mnaona pale mwisho Diamond kaandika nini? Kaandika nini mwishoni? Kaandika afu nitakuja kuwaambia kilichotokea. Mi nawaambieni leo sasa kilichotokea na msaidia Diamond kumalizia hiyo caption. aption Hey, hey. Alafu kingine nilichojifunza ndugu zangu, nianze ku kuwa...